laya ndiyo maana DC kaona akutume, anaamini yale aliyotaka yafanyike ndiyo ambayo yamefanyika. Karibu mkuu wa wilaya ni kuita hivyo, Mheshimiwa diwani wakata, diwani viti maalum, mwenyekiti wetu wa mtaa ndugu Sabato au Mheshimiwa Sabato lakini pia nimeona kuna wajumbe wa board au kamati na wenye viti wa mitaa wengine. Nimemwona Mzee Omae na wengine, lakini nimemwona mama yangu mama mkwe yuko pale, Mama Kibasa. Binafsi wanampenda sana yule mama kwa namna anavyochapa kazi na utu uzima wake. Naamini Sabato mengine unajifunza kwake kweli. Hey. Hey. Mama hongera sana. Nakumbuka wananchi wako, siku moja umefanya jambo ambalo sitasahau hata kama nikitoka madarakani. Walitaka kuwachafua na wee ukawachafua, ongera sana wale waliokuwepo. Ndugu zangu wananchi na wazazi wenzangu, mimi nimefika, tambue pia na walimu na matoka juani, toke juani. Wazazi wenzangu, mimi naye ni mzazi mimi kama ambavyo umeambiwa, ni diwani natokea kata ya Nkende, lakini ndiye mwenyekiti wa halmashauri alii ni kama mwaliko huu ni mheshimiwa mkuu wa wilaya, tulikuwa naye kwenye vikao vya mkoa, walisisitiza sana mambo ya lishe shuleni, na kama mnavyofahamu mheshimiwa Gowele meja professional yeye ni mwanajeshi yeye anawajibika immediately. Walivyofika tu wakaanza kupanga ratiba, anataka niwaambie ndugu zangu, tunaye mkuu wa wilaya mahiri sana kwenye wilaya yetu. Tuendelee kuomba Mungu na kumwombea yeye mwenyewe, lakini pia na wasaidizi wake, ambao yuko nao. Ni baba ambaye anachapa kazi usiku na mchana. Ukimkuta mtaani unaweza ukafikiri ni muhuni fulani vile, yaani unaweza usimwelewe. Mimi siku moja nimemwona rebu akapiga kepu yake, alafu sina kofia hapa, ningeonyesha mfano kainamisha hivi. Mimi nilimuona nadhani either aliniona, alafu akapotezea na mi nikapotezea, maana niliona yuko kazini, ananunua viatu, lakini na track yake amevaa na jinsi amechomekea vizuri na buti zake amevaa, lakini amejishusha chini, hakuwa na gari ya serikali. Kaio, maana yake ni kiongozi ambaye tuko naye, bora sio bora kiongozi. Tuendelee kumwombea, mpelekee salamu, mwambie kwa kweli tunampenda sana watu wa Tarime, hususani halimashauri ya mji, na hata mimi ananipa ushirikiano kwenye halimashauri yangu. Ndugu zangu, niseme ili kwa ufupi, kwa sababu ndio mlikuwa mnaahirisha, hata mimi nilikuwa na kikao kwenye kata yangu, na kwa sababu mkubwa alinialika. Unajua pia ukiitwa na mkuu nikaona ni wahi nije. Lengo kubwa ni kuhamasisha lishe mashuleni. Lishe mashuleni, sisi tulishaanza Mheshimiwa Diwani, mwenyekiti wa mtaa na mheshimiwa wa viti maalum, niwapongeze sana kwa namna mnavyofanya kazi kwenye kata yenu. Acha niwaambie kidogo tu, hao madiwani msiwaone hivi, ukiona vimeelewa ujue vimeuma Kata ya Sabasaba haikuwa hivyo. Haikuwa hata na kiwanja cha kujenga sekondari, haikuwa hata na sekondari, haikuwa na zahanati. Na sasa hivi kupitia hawa madiwani, hii kata ina zahanati ya kisasa kabisa na madawa yapo ya kutosha, ipo sekondari mimi ndio mwenyekiti wa halmashauri hawa waliungana, sio waliongea wapi? Mheshimiwa Nuru pamoja na Mheshimiwa Raymond kwamba leo kama mwenyekiti hatashughulikia ishu ya Sabasaba, kwa maana ya sekondari, sisi hatukubali kupitisha bajeti. Nataka tuelewe leo, leo, mpaka kieleweke. Mimi sikujua huko nje kama wamelisema. Sasa ngomekaja kwenye kikao, Mheshimiwa Raymond kimia Mheshimiwa Nuri kimia. Hao wamekuaje? si hata waongee, sasa nielewe. Yaani wao wakasema mwishoni, ndio mtu mmoja akasema aliye wasikia wanapanga, Mheshimiwa mwenyekiti, hao wanachotaka ni Sabasaba na wao wawe na sekondari yao, wamechoka kutukanwa, wamechoka kwenda nje ya kata yao ah. Basi nikawambia Mheshimiwa Raymond na Mheshimiwa Nuru, tulieni jamani, naomba niahirishe kikao hiki kwa muda tuyajenge. Baada ya hapo kilichofata tukatenga karibu milioni mia mbili na kitu kwa ajili ya kuja kujenga hiyo shule, na bahati nzuri Mheshimiwa Michael Kembaki mbunge akawa amesha nunua eneo ambako mwanzoni ilikuwa haitoshi kujenga sekondari. Kwa hiyo moja ya kazi walizozifanya kwa kweli, waheshimiwa, nawapongeza sana nawapongeza kwa kazi hiyo maalum. Hata hiyo hiyo zahanati, nikielezea hao heshimiwa walichofanya mtanishangaa zaidi, lakini itoshe kuwapongeza. Mtu akifanya kizuri mpongeze. Tunajua hawezi kufanya yote, lakini wamefanya sehemu yao. Sabasaba, Sabasaba tungekuwa na maeneo ya wazi kupitia hao viongozi ingefanya wonderful. Sasa nikushukuru na wewe mwenyekiti wa mtaa kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mbunifu kwa levo ya mtaa wako. Hata wakati najiandaa kuja hapa DC alinambia nitakuwa kwenye mtaa wa sabasaba saba, na huwa nakuona kwenye mitandao. Bahati nzuri hao watu wa mitandao, waandishi wabaya ni marafiki zako, unakaa nao vizuri. Sasa sisi tunaokaa mita mia hata hatuonekane, kama leo nimefanya kikao sijarusha, lakini najua wewe hapo watakurusha. Kwa hiyo hongera kwa kazi lakini wapongeze pia hata waandishi wa habari wanajaribu kuonyesha wananchi nini kinachofanyika. Ndugu zangu, nisemee lishe. Lishe nimshukuru sana Kenogo amekuja ke. na takwimu zake, hebu imajini mia mbili na ngapi umesema? Mia mbili sabini au, basi mia tatu, hizo zinahela tu za maandazi na vitumbua hapa watoto. Wazazi wenzangu, karne ya sasa sio ya zamani changieni chakula mashuleni, na hii ni sera ya taifa, siyo sera ya kata ya Sabasaba waa mtaa wa Sabasaba. Unganeni, hawa watoto ni wenu, na sisi kazi yetu kama viongozi ni kuwaambieni nyie. Hata mimi kwenye kata yangu ya Nkende kama diwani nihamasisha kweli kweli, na tumekuja kuungana, Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Madiwani na mwenyekiti na wenye viti wote, kuhamasisha hili swala pamwo kwa kwamba mheshimiwa DC ndio kanaambia, lakini sasa hamasa ni kuja kwa wananchi. Lakini pia mwakilishi wa DC pamwe na DC kunialika, sikutaka nije bure, nimeona nije na mimi kwa mchango wangu, kwani mimi kuna mtoto wangu anasoma hapa jamani? Hakuna anayesoma lakini watoto wote ni wangu, manake yenyewe nao ni wazazi wenzangu, huko watoto wangu wanaposoma nako wanachangiwa hivyo, yawezekana kwa mimi nimesema, mheshimiwa diwani, mwakilishi wa DC na mwenyekiti wa mtaa, nimekuja na gunia la mahindi lililo shiba kabisa, kuungana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na wadau ambao kimsingi watasema waliochangia, ili kuonyesha namna gani swala hili la lishe mashuleni lilivyo la msingi na muhimu. Niombe sana wananchi tuungane wote, maana yake mtoto hata usipochanga si lazima atakuja kula nyumbani. Unajua kile ni kuhamisha chakula cha nyumbani unaleta hapa shuleni, na kwa sababu mnakuwa wengi, basi ndiyo maana inakuja kwa average ya shilingi mia mbili sabini kwa siku. Ukisema mpeleke hata gengeni tu ni shilingi elfu mbili au elfu tatu kwa maana yake, sisi kazi yetu kama viongozi ni kuendelea kuhamasisha swala so zima la lishe mashuleni Ko, Mheshimiwa kaimu DC, nilisema nitakuja siji kwa maneno kuungana na mkuu wa wilaya, na mi nimekuja na gunia na liko kwenye gari pale. Kwa hiyo nikimaliza tu au sasa hivi watalichukua wataona kwa kweli. Kwa kweli, kwa kweli, kwa kweli nisondeka kweli kweli, mpaka nakiremba juu kao, mtaona nyewe wenyewe, na nimeona nisapoti watu wa Sabasaba, marafiki zangu na ndugu zangu, niwasapoti. Mheshimiwa diwani, kwa kweli, kwa namna ambavyo mnapambana, najua kazi mlizonazo ni nyingi sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi nisio mhutubiaji, hongereni mwenyekiti wa mtaa, lakini pia mheshimiwa diwani vitimali, wa kata na viti maalum. Mheshimiwa DC kaimu, mwambie DC tunamshukuru, tumepokea maelekezo ya serikali na sisi tutaendelea kuhamasisha kupitia kikao hiki cha leo kwenda kwenye mashule yetu kata zetu, na sisi kwenye baraza letu tulisha